Unataka ku download game na umekua kujiuliza site gani nzuri unaweza ku download game? Basi nimetengeneza site ya, mimi mwenye, ya kwangu mimi mwenyewe yani. Hmm. Lengo ni kurahisisha eh uwaze uweze kupata magame ya kutosha site hiyo. Kwanza naomba angalia video hii mpaka mwisho, ili uweze ukaipata site hiyo na maelekezo mengine madogo madogo kuhusu site hiyo. Kwenye kwenye browser yako utabonyeza utabonyeza maneno haya nitaandika hapo hmm kama ilivyoandika rajabsynic blogspot.com, kama hivyo ilivyojiandika blogspot.com. Maona hii ni site ya yep, kwangu mwenyewe. Unaweza kwa kuaisishia vijana, ukisha kuja hivyo utabonyeza ya juu kabisa kama unavyoiona Rajabsynic.com meandikwa hapo, ndo hapo hapo tabonyeza italoadi, hivyo utasubiri kidogo, mtandao upo chini tu, kama hivyo utasubiri ili ifunguke. So baada ya kufungua eh, itaonekana kama hivi. Umeona? Hii ndio site yetu sasa. Unaona kama hapo juu unaona kuna picha picha zinatokupita pita. Hapo ni magemu. Hapo kuna magemu ya Tanzania kama hilo umeona old bus leo kuna mode track, lakini si hayo tu, kuna magemu mengi. Mengi unaweza kwa scroll chini. Unaona kuna magemu mengi tu. Mfano unakuja kwenye sehemu ya kusearch hapa eh. So utakuja kwenye kategori, kwenye kategori labda ya yeah, action game sawa. Na straight ads kama hivyo ni kitu cha kawaida, kwa sababu ndio unapojipatia risk nyingine. So utabonyeza close kama hivyo, unaona the search itakuja kama hivyo, hapo itakuwa mpangana na magame ya action, unaona yeah, itakuwa mpangana na magame ya action mengi mengi mengi. Unaona network ipo chini, kwa hiyo uhondo kidogo, unakuwa tunakuwa hapo chini so

FC Barcelona edition hiyo, na nakutaki post ya FC Barcelona. Network ipo chini sana, ipo chini natamani, nikuelekeze chap chap, lakini network ipo chini sana. Kuna vitu baadhi nakosa, lakini sio mbaya, kijaribika kitu, najua naelekeza, ni wajanja, unaona? basi ndio hivyo, kumbuka tu inaitwa rajabsynic.blogspot.com ni kijana wenu rajabsynic nimetengeneza site urahisisha mambo, picha ama vona zimefunguka, si namna hiyo kwa wow? Hiyo wasikote, unaona? NBA, wale wapenzi wa basketball sijawaacha, si basi. DLS, FIFA na mengine yapo mengi, tukisema tuanze kujadili ni kitu tunaweza kusema tunakesha. Na hiyo ndiyo website ambayo utaitumia kudownload ya magemu mengi mengi ya michezo ya mabasi ya Tanzania lakini pia yapo ya, ya michezo na magemu mengine mengine kote ambayo sehemu yoyote unaweza kuwa ukayatafuta. So kama utaona madogo au mengi au mengi, lakini kama madogo, nikwambie tu sijaishia hapo, na mimi naendelea kutafuta huku na hukule, kipi wanapenda wadau wangu niwaletee, ili mambo mengine yakawe sawa.